ya sheria ripoti ya mapendekezo ya sheria ya mkataba aa, ya mauziano ya bidhaa na watendaji kutoka tume ya kurekebisha sheria hapa Zanzibar, ambapo mwenyekiti wake ni Jaji Mshibe Al Bakari, lakini leo na vijana wake ambao o, wako vizuri tu katika mambo ya sheria. Kwanza kabisa tunaye rafiki yangu Hamisi Mwita Mwita Haji ambaye ni mwanasheria kutoka tume hiyo, lakini pia tunaye ndugu yangu uh, Ali Juma. Ali Juma, Ali Juma uh, Ali aliambiwa tu katibu uh, likizi, lakini yeye ana uh, msaidia saidia kukaimu kaimu mambo pale ende vizuri na pengine eh, kuhakikisha kwamba uh, sheria marekebisho na mambo mengine yanaenda vizuri, au sio? Basi eh, tuanze moja kwa moja na uh, Mwita, hemtambie kidogo kuhusiana uh, leo tunazungumzia mkataba wa mauziano ya bidhaa. Kwanza, hizi bidhaa ni kitu gani hasa e? Kisha tume tuambie tume ya kurekebisha sheria uh, imeamua kuandaa ripoti hii au sheria uh, kuitengeneza uh, sheria hii inayojitegemea ya mauziano ya bidhaa ambayo hapo mwanzoni haikuwa, ilikuwa katika sheria ya mkataba, kwa nini? Naam, asante ndugu mtazamaji, kwa swali lako la awali. Ni kwamba tunazungumzia mkataba wa mauziano. Mkataba wa mauziano ni makubaliano baina ya watu wawili, muuzaji na mnunuzi, katika mauziano ya bidhaa kitu au huduma. Tunapozungumzia bidhaa, maanake ni ile kile kitu, kwa mfano kuna kama gari kuna nyumba kuna baiskeli, TV na vitu vyote ambavyo watu wanavifahamu vilivyokuwa tu halali vinakubalika kisheria, hivyo tunazungumzia ni, ni, ni, vitu, na tukija katika huduma tunazungumzia kwa mfano kuna watu wapaka rangi hawa, hii ni huduma nayo, kuna watu ambao wanafanyia tu kazi za, kutumia ujuzi wao elimu yao. Ila ni kumpa mtu mkononi ni fito, hii ni huduma, maanake tunazungumzia nao, hii ni inaingia sehemu ya mkataba, lakini ndani yake mkiwa mna kiwango cha fedha fulani ambazo nakubaliana kulipana, tunazungumzia huo ndio mkataba wa, wa mauziano. Na kiundani zaidi tukija katika sheria moja kwa moja hakuna sheria ya tume ya, ya mkataba wa mauziano moja kwa moja isipokuwa hii sheria ya mkataba wa mauziano imo ndani ya sheria mkataba sasa hivi ya mwaka 1917 sheria ambayo ndani yake mna kipengele ya ambacho ni part 7 kinazungumzia mambo mazima ya mauziano vipi yawe. Kwa hivyo imefika muda kwa ile swali lako la pili, ambayo imeniuliza kwa nini tume tumeamua kutofautisha katika sheria hii kutoka, kutoka katika sheria mkataba na kuingiza katika sheria ya na kujitegemea. Ni kweli tume tumeandaa ripoti kwa sababu zifuatazo. Kwanza eh tukiangalia nchi nyingi sasa hivi duniani hii sheria umetofautisha sheria mauziano bidhaa haimu katika mkataba, inajitegemea. Na kwa nini, i, i, wakafanya hivyo kwa sababu tunazungumzia kwamba sheria hii ina mambo mengi sana, kwa hiyo ni heri kuweza kujitegemea wenyewe eh, kuliko kuingiza katika sheria ya mkataba moja kwa moja. Kwa hiyo tumeamua hivyo na pili hata ilivyo ile sheria yenyewe au ile part 7 ilivyo haikujitosheleza. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo ile part ni kifungu kifungu sab, na, namba 7 au part uh, no hiyo mm, hiyo part maana yake ile sehemu, sehemu ya kwanza, sehemu yeah, yeah, no, ya pili, sehemu ya 7. Kwa hiyo sehemu ya 7 ndio hiyo iliko hiyo kipengele cha mauziano wa bidhaa. Kwa hiyo tumetofautisha, tumeanza kumesha andaa ripoti, isipokuwa haijatoka tu baraza, haijapela agenda mbele bado kwa makatibu wakuu na kwa Baraza la Mapinduzi pamoja na Baraza la Wawakilishi. Ipo bado ofisini, lakini tumeweza kutofautisha na kuandaa ripoti na karibuni tunaweza ikatoka. Uh, uh, Aljuma, hebu tuambie maana ya uh, mkataba wa mauziano ya bidhaa kwa mujibu wa, wa sheria ni nini? Asante uh, sana ndugu mtangazaji, kama mwenzangu alivyotangulia kusema, leo tunazungumzia masuala ya mkataba ama sheria yanayohusu masuala ya mauziano ya bidhaa kwa hiyo mkataba wa mauziano ni, ni makubaliano baina ya muuzaji na mnunuzi, kwa ufupi, kwa lugha iliyonyepesi, au tunasema ni ile kuhaulisha umiliki wa bidhaa kutoka kwa mnunuzi kwenda kwa muuzaji kwa, kwa, kutege, kwa, kwa, kwa kutegemea kwamba mnunuzi mnunuzi atapata pesa baada ya kufanya ile mauhaulishaji wa umiliki wa bidhaa kutoka mm -hmm. kwa mnunuzi kwa hiyo ni, ni kununua kutoa pesa na kubadilishiwa kupewa bidhaa yeah. Ufupi ndio tafsiri yake yeah. Mkataba wa mauziano yeah. Na, yeah. Na, na mkataba wa mauziano uko wa aina mbili, kuna mauziano ambayo ni ma, mauziano yaliyokamilika na kuna ma, makubaliano ya mauziano. Kwa hiyo yote kwa pamoja inachukuliwa ni mkataba wa mauziano yamekamilika au hajakamilika au yeah, amekamilika ya, ya, yani kukamilika kwa mkataba wa mauziano inategemea vile mlivyouziana, kama ni mauziano yaliyokamilika, hiyo inachukuliwa ina, ina kama pia ni mkataba wa mauziano lakini, vile vile makubaliano ya mauziano nayo yanachukuliwa kama ni mkataba wa mauziano, kwa sababu makubaliano inakuwa bado umiliki hauja hauulishwa kikamilifu kwa ile bidhaa ambayo mnauziana, lakini huko kwenye mauziano kamili ni ile hali, hali ambayo uhaulishaji wa, wa umiliki wa ile bidhaa tayari unakuwa umekwenda kwa mnu Uh, mwita ulizungumzia, uh, bidhaa na huduma hapa, uh, vitu viwili hivi, hebu tubainishie eh, tuwekee wazi baina ya uh, tofauti baina ya bidhaa na huduma hizi, tuwekee wazi zaidi. Asante. uh, tunapozungumzia bidhaa, maana yake tunazungumzia unanunua kitu kwa kukiona, nanunua gari, maanake hii gari ninaiona, naichukua au nina baskeli anachukua ni bidhaa moja kwa moja, lakini huduma kimtazamo, manake huwezi kupewa kitu mkononi kufanyia kazi ya kupaka rangi pale, siku rangi mimi nakuja nitoe ule ujuzi wangu rangi, sasa ule utaalamu ndio ninakuja mimi kukufanyia pale, napaka rangi ili iweze kupendeza. Au kwa mfano dada zetu sasa hivi na ule upakaji wa... wa piko zile sasa, <laughs> tukienda ukienda kwenye kwa yule mpakaji, ukienda na rangi yako na piko yako, mimi nataka unipake piko, mimi nataka unipake ina, ina maana sasa pale umekwenda kwake, kwa sababu akupe ule ujuzi wake, akufanyie ule ujuzi wake kuweza kukupaka, alafu unamlipa ile kwa mfano, pengine una kishamba chako nilimia hapa mpaka pale, pia ni huduma ile. Au kukujengea nyumba, ile ni huduma, kwa sababu matofali ni yako, saruji ni yako na kila kitu wangu ni hmm, ni chako. Masharti uh katika uh mkataba wa mauziano uh kisheria yakoje hasa uh, Sadima? Uh, <coughs> mkataba wa mauziano kama ilivyo mikataba mingine na masharti yake kisheria na kwa ufupi, kunatakiwa kwanza kuwe na wahusika wale baina ya muuzaji na mnunuzi. Kwa hiyo hilo ni sharti la kwanza, kuwe na muuzaji na mnunuzi. Kwa hiyo muuzaji atamuuzia mnunuzi kile ambacho kimekubaliwa katika kuuziana. Kwa hiyo hilo ni sharti la kwanza. Sharti la pili, unatakiwa kuwe na uhaulishaji wa umiliki wa kile kinachouzwa. Kwa hiyo uhaulishaji ni, ni kwamba muuzaji anamuuzia mnunuzi na mnunuzi ananunua kile alichouziwa na umiliki unakwenda kwa mnunuzi baada ya yeye kutoa pesa ambayo tunaita consideration kumpa yule muuzaji. Kwa hiyo hilo ni sharti jingine vile vile. Vile vile kuna bidhaa na wahusika, lakini vile vile kunakuwa na athari, athari ya uuzaji ya, ya ule kama umeuza kitu basi eh, inapotokea athari katika mauziano yale, ina maana ikiwa ni tunasema ni mauziano yaliyokamilika, kwa hiyo athari inakwenda kwa yule aliyenunua kile kitu kwamba kunakuwa na, na, na, na, na uhaulishaji uliokamilika.